Tulifurahi kwanza, ni kushukuru Mungu sababu tuliishi katika mazingira lakini hatukujua faida ya mazingira. Ile ndio ilikuwa shida yetu. Kupitia hii formasyo leo tunajua faida ya mazingira. Tulifunzwa, tuliulizwa, mazingira ni nini? Tulionyesha kwamba mazingira ni yale yote yanayotuzunguka, hayo yanaitwa ni mazingira. Niacha niseme kwamba kitu cha ajabu ambacho tumefunzwa anzani ni kuchunga mazingira yale yanayotuzunguka, maana kupitia hayo tumepoteza vitu vingi. Mvua hatupati kwa sababu ya kuharibisha mazingira, magonjwa ya kila aina tunayapata kwa sababu ya kuharibisha mazingira. Hata samaki baharini tumeziua kwa sababu ya kutokujua kuchunga mazingira. No. Tumeshukuru sana kwa hii formasio. Pamoja na hayo kwa yale ambayo tumefunzwa eh, nitajitahidi ufanye uwezekanavyo niwe na maji mazuri ya kunywa, sikunywa maji ya mlongo hivi hivi tu. Nitajaribu kutengeneza shimo mahali pa kutupa uchafu wangu na kadhalika. Nitawaambia tushikane pamoja kwa kutengeneza mazingira kwa kujiokoa na haya mambo ambayo nimetoka kusema hapo, tujiokoe na magonjwa, tujiokoe na kila kitu ambacho kinaweza kuharibisha mazingira yetu. Hata tunaonekana kwamba tunakuwa maskini juu ya sisi wenyewe kuharibisha mazingira, tunakufa mioleka juu ya sisi wenyewe kuharibisha mazingira. Hiyo ni hatari, tutajaribu kuwazungumza wema Nafurahi sana juu kupitia mafunzo na sisi tutafunza wengine juu depuis tuko nkiwaza njoo yangu ya mara kwanza kusikia kwa hii mafunzo, na njo vile mimi nashukuru sana mm-hmm. Hii kwa kujifunza, tulijifunza kuhusu juu ya, juu ya, ya, ya, ya mazingira ndio, tulijifunza na kupitia mazingira tulijua mengi juu, walituonyesha mtu anaweza aishi yaye kumungini na familia na wajirani na vingine, tukafurahi sana. Bakatuonesha kama kukata miti ni mazingira, kukata miti ni makosa. Kumbe inaonekana kama mtu anaweza kata muti na akapanda ingine, kupitia mazingira yetu inaweza kuwa ya maana zaidi, na bakatufundisha tena kupitia mazingira yetu akatufundisha juu ya mtoni, sie wa mama tuko na uchafu wengi uko nakutanisha mama alitoka kwa nyumba na hapo anaenda sikudia ku mtoni alitosha ya lala kumungini anaenda kushia kwa mtoni, kaonekana kama kupitia mafunzo yenyewe bana tupatia, tutaendelea kufunza na si wenzetu wa mama na kuwaonesha jinsi walitufunza wema. Nashukuru sana kwa hiyo